Njia tatu ya kuomba. Njia ya kwanza, tunasoma katika Njiri ya Mateo chapter 6 verse 6, Yesu akifundisha wafasi wake kuomba, kama mnataka kuomba, mwinjie chumbani na kufanya nini? Kufunga mlango na kuomba sisi sijui tukiingia chumbani peke yetu na kufunga mlango, mara kadhaa ni kutiti hesabu pesa e. Yesu anatufundisha saa zingine tuingie chumbani, tufunge mlango na sababu ya, ku, ya kuomba kuongea sisi peke yetu na Mungu wetu. Kuna wakristo wengi wanaomba wakiwa na watu lakini wakiwa peke yao wanasahau kuomba. Tujifunze maombi yetu, tunaomba ile watu watuone kwamba tunafaa, kwamba sisi ni wakristo wazuri wa, wa ama tunaomba ili tuongee na Mungu wetu. Tusisahau kuomba hata tukiwa peke yetu. Njia ya pili ni kusali katika familia. Wazazi wanasima, wanasimamia kanisa kama viongozi katika familia yao na pia familia ya, familia yenu. Katika familia yenu ninyi ni askofu, ninyi pia ni padre, mnaongoza familia yenu katika maombi tujifunze tunafanyaje, tunafanya ma, maombi na familia. Tuwe pia watu wa kusali pamoja katika jumuiya na katika parokia. Saa zingine nilisikia wakristo wakisema hata Yesu alisema tuingie chumbani na kufunga mlango na kusali peke yetu. Ah, ni, si, si, sitaki kuenda pia kanisani, hata Yesu walitufundisha ku, kusali peke yetu. Lakini kwenye Biblia nilisoma kwingine mtu ambaye walikosa kukutana na Yesu kwa sababu alikuwa peke, peke yake.